Naam, karibu tena kwenye chaneli yetu ya Rajabsynic. Leo tunaenda kujifunza e, jinsi gani ya kuzuia sms yoyote isiweze kuingia kwenye simu yako wakati unapokuwa hewani. Unaona? na muda labda inakuwa kilo sms sawa, unahitaji kuwa kwa bize na jambo fulani. Unaona? Sasa unataka kuseti simu yako mtu akituma meseji eh, kwa siwezi kufika, kila akijaribu kutuma kwa kinaandika SMS naandika failed, failed, failed. Umeona? Hatua ya kwanza utashika simu yako, utaenda kwenye faili la phone kama hivi nilivyoifungua, kisha utabonyeza kodi hizi, utabonyeza leli, utabonyeza nyota lasi na tano, nyota sifuri sifuri ziwe nne kisha kumi na sita mmona. Ukishabonyeza hivi, tabonyeza kama unapiga mona. Baada ya hapo, itakuandikia call nini, call barring, yaani service yake naitwa nini? Call barring. Ukishabonyeza hivyo hapa utakuwa umesha seti SMS isiweze kuingia kwenye nini, kwenye simu yako e, lakini pia ukitaka kuondoa, ukitaka kuondoa nafanyeje? Sasa namna ya kujiondoa, kama inavyosema hapo, nitabonyeza leli thelathini na tano nyota sifuri sifuri nne kisha nyota kumi na sita leli, alafu kama napiga mbona, baada ya hapo nitakuwa nimeondoa tatizo hilo. Kwa hiyo baada ya kubonyeza hiyo, sms zinakuwa zinaingia kama kawaida. Nikuombe tu kama umeipenda video hii, usisahau kubonyeza alama nyeusi inaandikwa subscribe, ku like, ku comment eh, ili kwa kwanza kupata kila update mpya ambayo utakona una ambayo utakona hapo katika YouTube channel yetu. Ni kuombe tu usisahau ku subscribe, sababu kisha subscribe ndio umenipa support na ndio support inayotegemea kutoka kwako. Jina langu naitwa Rajab Synic.